Ebana mambo vipi mtazamaji wa Zantime. Karibu katika channel yetu, channel ambayo inakuletea mambo mengi pamoja na fursa mbalimbali ambazo zinatokana kwa vijana pamoja na watu tofauti tofauti. Usisahau kusubscribe, ku-like, ku-comment pamoja na kushare channel yetu hii. Mimi mtangazaji wako wa Dahami, utakuwa nami mwanzo hadi mwisho wa kipindi chetu. Katika mahojiano yetu ya leo, tumekuja na mtembezaji wa geni ambaye ni tour guide atatueleza ajua fursa ambazo zinapatikana kwa vijana pamoja na mambo mengi mengi mengi sana kuhusiana na utalii utakuja kufahamu jina lake pamoja na mambo mengi ambayo hizo fursa alizokuja nazo ni nini pia usisa, eh, kwa nasi mwanzo hadi mwisho wa kipindi hiki karibu sana tumkaribisha mgeni wetu ambaye atatuelezea mambo mengi sana karibu sana mgeni wetu Asante sana. Asante na pia. So, kabla yote wa watazamaji wanataka wakufahamu, wewe ni nani? Unatokea wapi? Unajishughulishana nini? Mm. Yote hayo mimi ni maarufu umaarufu, naitwa Wakawaka kwa Zanzibar nzima, sio Zanzibar nzima, naweza kusema kwa Tanzania nzima. Mm. waka wakawaka wakawaka waka. Waka if you say Wakawaka ni mimi, sawa. So, labda wengine wanaweza kuandika Wakawaka kwenye kitu, lakini ikawa tu ni jina nalitumia. Lakini ukisema Wakawaka hata sehemu yoyote ukienda, akisema Wakawaka serikali, serikalini, no, okay, walijua ni mimi. Hmm, naona. Lakini kwa jina langu naitwa Ahmed, Ahmed Salim Salim, hmm, ndio jina langu, hmm, Ahmed Salim Salim, Wakawaka lazima umalizie hivyo, Wakawaka lazima, Wakawaka umalizie Wakawaka, okay lakini katika majina yangu ambayo iko kwenye vitambulisho, yeah, naitwa Ahmed Salim Salim Kiwele ndo jina langu lote na kabisa majina yote manne yeah. Mm. Na mimi najishughulisha na, na utalii ama mimi ni mtembeza wageni, kama na wewe pia ni mgeni, naweza kutembeza katika sekta tofauti ama sehemu tofauti ama katika vivutio tofauti vya utalii vya Zanzibar ama Tanzania, naona no kwa sababu sio tu gadi tu wa Zanzibar na Tanzania pia naingia mambo gani pia kutembeza wageni huko. Naona za chini chini, nimesikia kwamba wewe ndo kijana wa mwanzo ambaye kujua Kifaransa kwa utembeza watalii. Uh, mimi ni mmoja wapo wa watembeza wageni ambao wanaongea Kifaransa na kuweza kufundisha lugha ya Kifaransa. Sio mwanzilishi, kwa sababu lugha ya Kifaransa ni eh, lugha ya taifa ya Ufaransa. Kwa hapa watembeza watalii, naweza kusema ni kijana ambaye aliingia katika sekta ya utalii na umri mdogo mdogo. Ndio. Naam. Hmm. Sawa, hongera sana. Asante sana. unajua katika utalii okay. Watu wengi hawazoei kuvaa suti, ni kuendana na mazingira okay. Lakini katika kazi yetu ya utalii ama mtu ambaye anaipenda utalii ama anapenda kazi yake, kuna vitu vitano Dio. Kuna A, B, C, D, E. Yes. A appearance, B body structure, C civilization, D education, E be creative. Ni vitu vitano ambayo kila mtu anatakia kuzingatia, hata wewe hata kijana mwingine hata mtu yeyote, mtangazaji, presenter, tour guide, kwa sababu tour guide ni mmoja wapo wa kioo cha jamii. Tour guide anajua ama anaingia katika sekta yote Di, migration, mm. policy, si kila kitu ambacho kinahusiana na nchi. Tour guide anaingia popote, anafiti. tour guide ndio maana tunakuwa tunatakiwa mu smart kid, ndio maana tunatakiwa tu smart. Tour guide afugi ndevu kama Osama? Hapana, japokuwa ni sunna, lakini haitakiwi <laughs> katika muonekano wa tour guide. Zanzibar tuna vivutio vingi vya vivutio vingi vya utalii. Yes, leo tutazungumzia kuhusiana na hizo fursa ambazo zinapatikana kwa vijana, labda utuambie kwa uchache eh, ni fursa gani hasa ambazo zinapatikana. Sekta ya utalii kuna fursa nyingi kama vile watembeza wageni. Kuna vijana wengine ni boti na kuna vijana wengine ni wauza spice ama viungo katika sekta utalii hiyo hiyo. Yeah, yeah. Sekta utalii ni sekta ambayo inategemea na sekta zote uko, naona mathalan mm -hmm. Ama mfano sekta utalii sisi watu wagawe tunatembeza wageni ndiyo, yeah. Tunatembeza wageni katika sehemu tofauti kama vile tunaanza Spice Farm. mm -hmm. Tukifika Spice kule mimi ni mtembeza wageni, lakini kule kuna wenyeji wangu ambao wanaishi kule ama wanafanya kazi katika sekta ya utalii unaona. mm -hmm. Mojawapo tunasema kuna nzi yaani mimi nikifika na wageni kuna kijana mwingine ambaye anakuwepo kwa sababu ya kuweza kunionyesha miti tofauti ama kunipatia majani tofauti ya kuweza kuwahusisha wageni. Huyo kijana ye, si, si, si, si kama wewe sio tour guide, bali yeye pia anahitaji anajifunza awe tour guide, kwa hiyo anaanzia huko, anaanzia huko. No, lakini wewe hukuanzia huko. kwa nini? nimeanzia hiyo vile vile, nimeanzia hiyo. Okay. Spice Farm nimeanza kujifunza kazi za utalii kabla sijaenda kusomea utalii wenyewe kwa sababu nimeenda Spice Farm, mm -hmm. Ngara, mara ya kwanza maana mwanzoni mimi nilikuwa sifanyi kazi ya utalii, yeah. Ni mwanzoni nilikuwa ni mtu ambaye napenda kusoma sana, maana kusoma na kupenda, yani kutoka moyoni bila kuforsiwa na mtu yeyote mimi -hmm. mwenyewe tu, yani napenda kusoma mm -hmm. toka niko mdogo hadi kukua kwangu hadi sasa, bado mimi ni mwanafunzi pia, lakini katika kusoma kwangu mimi nilijikita katika kusoma Kiarabu ama kusomea dini nimesoma soma kidogo kwa kiasi. Hata vijana wengine ndo wao walisababisha mimi kuingia katika sekta ya utalii, kwa sababu mimi nazungumza lugha ya Kifaransa. Kwa wao walikuwa nakuja kujifunza kwangu mimi lugha hiyo ya Kifaransa kwa sababu wafanye kazi za utalii, hasa wakija kujifunza kwangu lugha ya Kifaransa na ko so, ume, umeanzia mbali lakini mm. Sasa kwa nini ukaona niingie kwenye utalii usijiendeleze na hicho Kiarabu chako? Uh, unajua wanakuambia learning by doing ama unaweza kusoma kitu kisha ukakifanya kwa vitendo mm. unaona mm. Kiarabu kinaendelea, na mamasomo haina umri na hauwezi uwe, kuishi na katika kusoma unaweza kujifunza vitu tofauti Sawa. Nimeingia katika sekta ya utalii kwa sababu ni kitu ambacho kiliweza kunivutia kupitia wale vijana wenzangu ama watu walionizunguka walikuwa nafanya kazi hizo. Huko naona walikuwa wakuja kujifunza kwangu lugha na biinama wao wamesomea tayari utalii, baada ya kusomea utalii, lakini kulikuwa kuna vitu wao hawana lakini hivyo vitu mimi ninavyo, wao wanakuja wanakuja kuchukua kutoka kwangu. Lakini mimi mwenyewe pia nikajiuliza, kwa nini wao wanakuja kuchukua kwangu elimu afu mimi siwezi kufanya kazi hii. Nikajiuliza swali hilo, nikasema, na mimi naweza, na kama naweza nifanye nini? Sawa sawa, naona mmoja wapo ya majibu ambayo niweza kupata mwenyewe, nikasema ikabidi nianze kujifunza hii kazi kwa vitendo kwanza, mm -hmm. Kwa hiyo nikawa mwanafunzi wa watu pia kujifunza kwa vitendo hii kazi, ulikuwa kupokea watalii. Mwanzo nilikuwa sipokei watalii kabisa, nilikuwa ni mtu wa kutulia nyumbani, Nikiamka mimi chai, baada ya chai na maisha yanaendelea mbele, naenda mm -hmm, madrasa naenda kusoma, kwa sababu nimesoma hapo nyuma, hapo Siraja Mnira mm -hmm, naona na kuna mashekhe pale tofauti tofauti, ni familia moja, alafu wana mashekhe vitengo tofauti tofauti huko, naona mm -hmm, lakini pale ndio nilianza kujifunza mimi, nikaenda kujiendeleza kusoma Kiarabu huko naona, kia na kama kusomea dini, kwa sababu sasa hivi Kiarabu unapiga Kiarabu, nazungumza kidogo kidogo sana kidogo sana kidogo sana cha kuweza kuelewana na mtu ambaye akiniuliza swali na naweza kumjibu. Inategemea na lafidhu ama accent yake katokea wapi, ki na koso Kiarabu kimegawanyika pia sawa. La, kwa kijana ambaye tuangalie, kwa kijana ambaye hana mtaji na anataka kuwa naye ni miongoni mwa hao watembezaji watalii, anaanziaje huyu kijana? Kama huyu mnafanya kitu gani? Unajua, katika utalii hakutakiwi kwamba mtaji uwe na pesa, kwa mfano milioni kumi milioni hamsini, ndio ufanye kazi ya utalii. Hapana, kazi ya utalii inahitaji moyo kwanza. Ukiwa na moyo na kuweza kujitolea kwanza, uipende hiyo kazi ambayo unaenda kuifanya kwa mfano mimi nilikuwa sina mtaji ama elfu kumi ama elfu moja ya kufanya kazi hii ya utalii, bali nijitolea kwanza mimi mwenyewe, japokuwa wale wanafunzi walikuwa nakuja kujifunza kwangu, walikuwa ni vipi? Mimi hata elfu moja. Bali mimi mwenyewe nijitolea kwanza, mda mwingine hadi mimi nilikuwa na wafosi wengine kuwafundisha lugha hii uko, naona. Lakini nilichokipenda mimi katika utalii ni kuona wale vijana wenzangu wanafanya kazi hizi, wako smart, wako vizuri oko na mazingira yao, jinsi mtu lifestyle, unajua lifestyle ya mtu jinsi anavyoishi. Haya, nikaanza kwa hadma, kuna vijana nikaanza kwa hadma, lifestyle yake iko tofauti na vijana wengine wa mtaani. mm -hmm. Baada hapo, nikasema bwana, na mimi kazi hii naweza kuifanya, kwa nifanye nini? Nijifunze kwa vitendo. Sasa kujifunza kwa vitendo, wanakuambia ukitakuwa mvuvi uwezi kukaa mtaani alafu ukasema kama mimi nitakuwa mvuvi, hapana, lazima uende sehemu ambayo zile shughuli zinafanyika ili upate kujifunza ile kazi. Kwa hiyo nikaanza kujifunza kazi hii kwa vitendo na lazima usomee na kuna wengine wanasomea, lakini kuna wengine wanafanya kwa vitendo kazi hii, na sio wote ambao wanasomea, sio wote.